Iiwapendwa, waanglikana ni watu wa taratibu oda oda, yani inamaanisha tunafuata taratibu ya seasons, na kuko na seasons karibu nane. Ya kwanza, season ya kwanza inatonga kuja Advent. Baada ya hii season ya jumapili baada ya utatu ama jumapili baada ya utatu, tunaenda kwa season moja ambayo inaitwa kuja kuja. Ndio kalenda ya Kianglikana, na kalenda ya kianglikana inaanzanga tarehe moja karibu tarehe moja Disemba. Kwa hivyo sisi waanglikana ni watu wa taratibu. Taratibu ya kwanza ni siku ya kuja na mimi nataka niwaambie wapendwa, kama we ni mwangilikana na lerida mwangilikana, nisikupate ma nisikupate umeubiri kando na masomo ya taratibu ambaye yamewekwa kwa siku hiyo, kwa sababu sisi ni watu wa taratibu. Sa... unajua, kuko na kijana mmoja jimingu ili writane alikataliwa na msichana na alikuwa leirida lakini si zi angee alikataliwa na msichana, na alikuwa leirida na huyo msichana hapo kwa kanisa Jumapili, wacha ubiri. Bwana asifiwe, haleluya! Kuna wasichana wengine wanakataa wa ubiri watakufa, ume um <laughs> <Pusa. laughs> mtakufa katika jina la Yesu Kristo, kama vile huyu dada amekataa si ya siku hiyo alihubiri mambo ya mm. Unajua wakati mwingine watu wanajua, hii mingine ukihubiri, watu wanajua hii ni maneno ya kwake, yeah. mm. nganegaka yeah. Mm. Badala ya kuambia mzee nyumbani anaambia kwa kanisa iko, <laughs> na hata iko ingine, badala ya kuambia mama anaambia kwa kanisa. Sasa hapo apo ndio hawezi kuchallenge yeye. Lakini wa mama, msikie maneno haya. Hallelujah. <laughs> Posa Waanglikana waliwachunga, musindie kwa mtego ya kusema maneno ya mpani ama ya jirani ama ya mkristo mwenye alisema nairida alikula zaidi. Kwa hivyo wakasema lazima muongozwe na masomo na hata nyimbo muimbe ya wakati, kama ni wakati wa utatu unaimba Baba mwana